Watu wengi wanamjua Tundu Lissu kama mwanasiasa mashuhuri wa upinzani wa chama cha Chadema aliyeshambuliwa kwa risasi mwaka 2017 mjini Dodoma. Wengi wanajua kuwa Lissu yupo rumande kwa kesi ya uhaini, ila wengi hawamjui kwa undani mwanasiasa huyu. Leo tutamtazama Tundu Lissu kwa jicho la upana kwa kuongelea mambo saba usiyoyajua kuhusu mwanasiasa huyo. Namba saba. Watu wengi huzani safari yake ya siasa ilianzia na Chadema. La hasha! Tundu Lissu alianza siasa akiwa na chama cha NCCR Mageuzi kuanzia mwaka 1992 hadi mwaka 1996, kabla ya kushawishiwa na Freeman Mbowe kujiunga na chama cha Chadema chama alichokitumikia zaidi ya miaka ishirini sasa. Kwenye enzi hizo za miaka tisini, kati ya vyama pinzani vilivyokuwa na nguvu, NCCR Mageuzi ilishika nafasi ya mbele chini ya uongozi wa Augustino Mrema na ndio chama cha kwanza alichoanza nacho mwanasiasa huyo. Namba sita, umaarufu wa Lissu ni wa kisiasa ila, watu wengi hawajui kama umaarufu wake ulianzia kwenye uwakili ambapo mwanasiasa huyo alitoa msaada wa kisheria kwa watu wasio na uwezo wa kugaramia huduma hizo, na alijenga jina kama mtetezi wa wanyonge. Mfano mmoja maarufu wa kesi ya wakulima wa Loliondo ambapo alishirikiana na wanaharakati kupinga uamuzi wa serikali kuhamisha wananchi kwa faida ya wawekezaji wa sekta ya utalii. Lissu alitumia taaluma yake kuelezea ukiukaji wa haki za ardhi, haki za kiraia na athari za sera za uwekezaji kwa watu wa kawaida. Umaarufu wake pia ulianza kupaa wakati wa utawala wa hayati Benjamin Mkapa, rais wa serikali ya awamu ya tatu ya Tanzania, ambapo alijitokeza kama mtetezi mkubwa wa haki za wachimbaji wadogo wa madini na wananchi wanaoishi katika maeneo dhidi ya wachimbaji wakubwa yaliyopewa leseni za uchimbaji baada ya mabadiliko ya kisera yaliyofanywa na utawala wa Mkapa. Kwa muktadha huu, haishangazi kuona hata siasa zake zinatajwa na kuendeshwa kiwa na uharakati. Namba tano. Watu wengi wanajua kuwa Lissu alipigwa risasi kumi na sita na alifanyiwa upasuaji zaidi ya mara ishirini ili kurekebisha mifupa, mishipa na viungo vilivyoharibiwa na risasi. Watu wengi hawajui kuwa hadi leo hii hakuna aliyekamatwa wala kufikishwa mahakamani kwa tukio hilo. Tundu Lissu alinusulika kwa miujiza na tangu wakati huo amepewa jina la utani wa mfu anayetembea. Tukio hilo lilimfanya kuwa nembo ya ukatili na lilizua hofu ya kupungua kwa demokrasia nchini. Spika wa bunge aliamuru kamati ya ulinzi na usalama ya bunge la Jamhuri ya Tanzania kuchunguza shambulio dhidi yangu, na kamati ya ulinzi na usalama ilichunguza shambulio lile, ikatengewa tarehe ya, ku, ya kutoa ripoti yake bungeni. Ilipofika siku ya kutoa tar, eh, ripoti ya uchunguzi wa shambulio langu ikawekwa kwenye orodha ya shughuli za bunge, baadaye kidogo ikaondolewa na ripoti ya uchunguzi ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haijatolewa mpaka leo. Namba nne. Watu wengi wanajua kuwa Tundu Lissu wamekamatwa kwa mashtaka ya kosa la uhaini, kosa ambalo linahusishwa na kutishia usalama wa taifa, ila watu wengi hawajui kuwa kosa hilo adhabu yake ni kifo, katika sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambayo inasema wahalifu waliohukumiwa kosa hilo la uhaini watanyongwa. Ingawa hukumu ya kifo ni halali, hakuna hukumu ya kifo iliyotekelezwa nchini Tanzania tangu mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano. Kwa wafuasi wake, wanaiona kesi hii ni kama mwendelezo wa uonevu kwa wanasiasa wa upinzani. Kwa serikali, huenda kesi hii ni jaribio la kudhibiti kila wanachokiona kama uchochezi wa usalama wa taifa, lakini kwa wachambuzi wa siasa na haki za binadamu kesi hii ni kipimo cha hali ya uhuru wa kisiasa na demokrasia ya Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Namba tatu, watu wengi walimwona Tundu Lissu mahakamani, ila wengi hawajui kama alifanya mgomo wa njaa ili kuruhusiwa kufika mahakamani hapo, kwa sababu kabla ya hapo mahakama iliamua kuwa mwanasiasa huyo atashiriki kesi hiyo kwa njia ya mtandao au online, kitu ambacho alipingana nacho na kugoma kula mpaka mahakama ilipobadilisha uamuzi huo, na Tundu Lissu kuruhusiwa kufika mahakamani hapo kwa ajili ya kesi hiyo. Namba mbili. Watu wengi wamesikia kuhusu no reform no election, ila watu wengi hawajui ina maana gani. No reform no election ni msimamo unaoongozwa na wanachama wa Chadema ambao unadai kuwa haitoshiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu kama hakutofanyika mabadiliko ya mfumo katika uchaguzi, ikiwa ni pamoja na marekebisho ya katiba, sheria na kuhakikisha kuwepo kwa tume huru ya uchaguzi. No reform no election inalenga kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka huu mpaka kufanyike marekebisho makubwa ya mifumo na sheria za uchaguzi, kwa kile inachodai sheria na mifumo ya uchaguzi iliyopo sasa inapendelea zaidi chama tawala. Ingawa yapo mabadiliko kadhaa yaliyofanyika mwaka jana wa kusainiwa kwa sheria inayosimamia uchaguzi mkuu wa rais, wabunge na madiwani mwaka 2024, Chadema inaona hiyo haitoshi na kuona kama ni danganya toto Ani. Hakika wote nyie, wote nani ambaye anaweza akasema tukienda kwenye uchaguzi mkuu wa namba moja, watu wengi wanajua kwamba uamuzi wa Chadema wa no reform no election umesababisha mgawanyiko katika chama hicho. Mgawanyiko huo umewezwa kufananishwa na migawanyiko iliyotokea hapo zamani kwenye vyama kama NCCR mageuzi na CAF, ambapo baada ya migawanyiko hiyo ilipoteza ushawishi wa vyama hivyo. Kitu watu wengi wasichokijua ni kwamba ni kweli kulikuwa na wajumbe mbalimbali walioondoka katika chama hicho baada ya sera hiyo ya no reform, no election, lakini haimaanishi kwamba chama hicho kina mgawanyiko kama vile ilivyoongelewa na katibu wa Chadema kwamba stori hizo zilizoandikwa kwenye vyombo vya habari mbalimbali kama chama hicho kina mgawanyiko, nia yake ni kusambaza propaganda ambazo zitawafanya wananchi kuona kama chama hicho kinapoteza mashiko. Hata hivyo, mjumbe huyo amesema chama cha Chadema kitaendelea kupambania kuendelea kuwepo kwenye uchaguzi, na kama uamuzi wa no reform, no election sio uamuzi wa mwenyekiti wao Tundu Lissu peke yake, bali ni uamuzi wa wanachama wa Chadema na mojawapo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 Tundu Antipasi Lissu kwa wengine yeye ni alama ya mapambano ya haki, demokrasia na uwajibikaji wa serikali. Kwa wengine ni mpinzani mkorofi anayependa kugonganisha fikra na utawala. Lakini kwa wengi Tundu Lissu ni sauti isiyoteteleka katika mapambano ya haki, uwajibikaji na utawala wa sheria. Natumaini leo umejifunza kitu kutoka kwa mwanasiasa huyu mashuhuri wa chama pinzani cha Chadema. Hadi sasa mwanasiasa huyo yuko gerezani na hatima yake haijajulikana. Video yangu hii ya leo haitakuwa na hitimisho yoyote ile zaidi ya kusema kwamba Shule ya Maisha haiungani na chama chochote kile. Shule ya Maisha ni ya yake ni kutoa elimu kwa wananchi kwa mambo mbalimbali mbali, ambayo hatufundishwi darasani. Hiyo inamaanisha kuhusu siasa, elimu, uchumi, mahusiano na mambo mengine mbalimbali mbali. Ndugu watazamaji, na kukumbusha kuungana nasi ili kuweza kujifunza mambo mengi ya kuboresha maisha yako.